Shalom, shalom, matajiri wa pai, mimi ni ndugu yenu rafiki yenu payonia mwenzenu Prophet Abraham Liza God's Kingdom Ambassador, nikiwasalimu kwa salamu za upendo, salamu za amani, salamu za pai popote pale mlipo ndugu zangu e, wa Tanzania wenzangu, kuanzia Dar es Salaam yetu hii mpaka E, kanda ya Ziwa, kuanzia kaskazini mpaka kusini kabisa, nyanda za juu kusini, kutoka Zanzibar, na marafiki zangu wengi mkinisikiliza kutoka Zanzibar e, mpaka Mbeya, Tunduma na kuelekea Zambia kwa ndugu zangu Lusaka e, Kinshasa, DRC, Mukongo, nyote kabisa ninawasalimu ndugu zangu kwa salamu za upendo hata maeneo ya mbali sana nje ya nchi zetu hizi ambazo eh, ambako wanasikia lugha adhimu ya Kiswahili, nyote pokeeni salamu zangu za upendo. Leo ni tarehe tano mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano na ninakuja kwenu leo nikiwa na makala nzito kidogo kwa kweli, ninasema hii ya leo ni kiini cha makala zingine zote ambazo nimekuwa nikizitoa huko nyuma ikibeba kichwa kinachosema uh, je, Pie coin ni stable coin? Je, Pie coin inaweza kuwa stable coin na kama ni stable coin, ni stable coin ya aina gani? Nataka tudadavue hii makala tujadili, e, ni jadili, na pengine nitaamsha mjadala kati ya magrupu mengi na tutaendelea kujadiliana, kujadiliana, hatimaye tufikie hitimisho la pamoja. Mtakumbuka ndugu zangu kwamba hivi karibuni nimetoa makala mbili mfululizo, iliyotangulia zaidi ikilenga kujadili hoja ambazo E, rafiki zetu wanaopinga GCV wamekuwa wakitumia kupinga GCV hoja kama mm, utajiri wa dunia uhusiano wa utajiri wa dunia na GCV ya Pi Coin, na zile hoja za kanuni za supply and demand katika soko huru wakizitumia pia hizo kupinga GCV, na nikajadili kwa kirefu sana, hatimaye nikajadili tokenomics za mradi wetu wa pai. Kisha makala ya hivi karibuni niliyoitoa ilijadili article au eh, mawasilisho ya Madam Doris In grand Ambassador ambayo alijadili kwa undani kidogo na yeye kuhusu maswala hayo hayo, na nikaona nijadili, kikubwa alikuwa anajaribu kushawishi Eh, serikali ya Marekani kuisupport project yetu ya Pai akiwashawishi kwamba endapo watai accept wataikubali na kuisupport project ya Pai, basi watapata cryptocurrencies za kulipia deni la eh, trilioni sita nukta tano ambalo linawakabili wana, linaiva eh, mwezi huu wa sita wanatakiwa kulilipa. Nikajadili hayo. Ndugu zangu ninyi ni mashahidi kwamba hizo makala zangu mbili zilileta E, mwamko mkubwa katika magrupu yetu, na wapo watu ambao walijaribu kuinua maswali na kupinga, wengine kupinga hizo makala zangu, wako waliosema haiwezekani kabisa pai kuwa stable coin. Na hoja zao zililenga kuonyesha kwamba e, coin yoyote ili iitwe stable coin kuna sifa kadhaa na mojawapo lazima stablecoin iwe iwe backed up na assets. Iwe backed up na asset na sana sana fedha fedha kwa maana ya US dollars au, au assets ambazo ni liquid. Sasa kwa sababu kumeinuka mijadala ya aina hiyo eh, nilijibu baadhi ya maswali na nikaahidi kwamba katika makala inayofuata nitatoa ufafanuzi zaidi. Sasa leo ndio nakusudia kuleta eh, kwa mapana sana makala ambayo inaweza ikajibu yale maswali eh, au niseme ikaribie kuyajibu yale maswali yote, na pengine eh, kama nitaibua mjadala tena mkubwa zaidi eh, utatusaidia kufika hitimisho lililo bora zaidi. Ndugu zangu, eh, kwa kutambua unyeti na uzito wa makala ya leo nimeamua ni nilete ni kwa namna tofauti kidogo na nitaomba ni wasihi, mniwie radhi wale ambao mmezoea, nimekuwa nikiwasilisha makala kwa namna rahisi, namna nyepesi e, kwa lugha tamu, mtu ambayo angalau mtu ambaye anaweza kusoma na kuandika, hajamaliza hata darasa la saba, bado akisikiliza zile makala ingawa ni za kichambuzi, lakini ataelewa. Leo ninalazimika kuwasilisha makala hizi kwa mfumo ambao ni kama nina address wasomi, ni kama ninazungumza na wasomi. Lakini usiogope, natambua wengi wa pioneers hawana usomi wa kiwango hicho cha hawa wachache wanaoinua mijadala ya kisomi. Kwa hiyo nitajitahidi kubalance, nitajitahidi nizungumze na makundi yote. E, hao wanaotaka mijadala ya kisomi nitajitahidi ku, kuwapa ku, ku ku kujaribu ku, ku ku, e, kutimiza kiu ya, yao kidogo sio sana, na sisi ambao angalau tunahitaji mijadala ya kawaida tu ya vijiweni, lakini inayoeleweka inayojibu e, hoja, tutaenda na mfumo huo pia, naamini wote tutaelewana. Basi ndugu zangu, nianze kwanza kwa sababu hiyo niliyoieleza Nianze kwa kutaja kwamba leo nitalazimika kufanya rejea katika e, baadhi ya e, documents muhimu. Ninazitaja hizi document kwa makusudi, sio kwamba nitazisoma zote, hapana, lakini ninazitaja ili kuwezesha sasa uwasilishwaji wa mada yangu hii ya leo ukae kwa mfumo ule kidogo, ambao wale wanaojiona kwamba wanastahili kufuatilia mambo kisomi niwape fursa ya kufuatilia. Sitazungumza kwa maneno ya kinywa changu, nitafanya rejea kwenye eh, documents eh, sio vitabu, sio vitabu ni documents ambazo zimeandaliwa kitaalamu kabisa, lakini zina authority, zina mamlaka kwamba ninapozifanyia rejea, mtu anapoamua kuzitafuta, ikiwa ni mtandaoni, anazipata. Kwa hiyo nitazitaja hizo documents hapa. Ni document kama nne au eh, sana sana tatu, lakini zingine mbili ni viambatanisho vidogo tu. Hizo document tatu E, nitazirejea mara kwa mara kwa uzito unaostahili. Dokumenti ya kwanza ni white paper. White paper ni katiba ya mradi wetu wa pai. Nitairejelea wakati nitakapokuwa nawasilisha e, makala yangu hii. Dokumenti ya pili e, ni, e, ni minet checklist agreement ule mkataba tunao usain ambao uko kwenye namba sita kwenye ile minet checklist. Dokumenti ya tatu ndugu zangu, ni muhimu sana, na hii nitaifafanua kidogo ili watakaohitaji kuifuatilia waifuatilie. E, kuna, kuna kampuni ya wana